ya jioni katika yale ambayo tumekuandalia mtazamaji, pia msikilizaji, tunakwenda kuzungumzia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mbele ya Marekani leo, wapi watu walitoka, mahali wamefikia na wapi wanakwenda katika ushirikiano na nchi ya Marekani, na kuomba mtazamaji uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa kweli usibanduke. Kabla ya kuendelea naomba wewe ambaye bado huja subscribe uhu, ni muda wako, usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartaji. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na unapo subscribe utakuwa miongoni mwa watu wa kwanza ambao watakuwa wakipata habari zetu mara tunapopanda ewani. Lakini naomba mtu erazi, watazamaji pia wasikilizaji, kuna malalamiko mengi kutoka sehemu kadha wa kadha, ambao wanatuomba tuwe tukitoa matangazo yetu kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu kule wanapokea matangazo yetu kwa lugha tofauti. Kuna wale ambao wanaongea, matangazo yetu yanatoka kwa lugha ya Kiingereza, wengine wanazungumza kwamba matangazo yetu yanatoka kwa lugha ya Kihispania, wengine wanasema lugha zisizosikika. Lakini mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News kwanza ni kuomba radhi kwa kuwa si kwa matakwa yangu mimi, labda ni mfumo tu wa uh, YouTube ambao wenyewe kufanya hivyo, lakini mimi matangazo yangu ninayatoa kwa lugha tukufu la Kiswahili. Basi bila ya kwenda mbali, na kuomba uandamane nasi kwa mara nyingine tena, tangu mwanzo hadi pale sote tutakapokomesha habari zetu kwa muda kama huu. Mtazamaji mm, pia msikilizaji, kumbuka kwamba munamo miaka na miongo kadhaa kwa kweli Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilionekana kuwa mbali kabisa na kimataifa, lakini kwa sasa yaonekana kuwa imekuwa karibu. Yaani, awali kwa muda wa miaka, miaka na miongo kadhaa, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa kama vile yenye kutengwa na yule ambaye alikuwa kama vile mtoto kabisa uh, mchanga Wakulelewa kama liyai ilikuwa ni nchi ya Rwanda, na unapotazama kule uh, mwelekeo wa kisiasa za kimataifa, yawezekana kwa mwendo wa kobe au mwendo wa mchachato chachato, kama vile mwendo wa kinyonga, ni kama vile nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuja inakaribia karibia, au kukaribishwa kwenye hadhi za kimataifa uh, lakini nchi ya Rwanda ikionekana kama vile inayotengwa polepole pole. Kile ambacho kinasalia sasa ni kimatendo, kwa sababu maneno masemi ni kitu kimoja, lakini matendo ni kitu kingine. Leo Kinshasa na Washington DC wameonekana kuwa washirika wa karibu. Hiyo ilionekana kama vile ishara kulingana na mapokezi aliyofanyiwa rais wa, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Mheshimiwa Felix Tshisekedi huko mjini Washington DC. Mtazamaji, huyu rais wa Kongo akiwa mgeni wa heshima katika kichamsha yani, kiamsha kinywa cha mahombi ya kimataifa. Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisimama na kupigiwa makofi kwa kumshangilia. Hiyo ilionyesha ishara ilionyesha kuwa ishara muhimu kabisa. Ikiwa haitoshi vivyo hivyo, kukaja maneno aliyotamka rais wa Marekani mwenyewe mheshimiwa Donald Trump akimsifu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Felix Tshisekedi kama vile mtu shujaa ah. Rais Trump alizungumzia pia vicha ambavyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo imepitia miaka ngumu, kisha akaahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, au ni ndoto? Na ikiwa si ndoto, basi kinachosalia ni utekelezwaji wa yote ambayo yanasemwa kwenye midomo kwa leo. Lakini tukisema kweli mara na mara kwa siku za hivi karibuni, tukichukulia siku zilizopita miaka kadhaa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikitajwa hivyo. Siku za hivi karibuni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiitaja waki iko ikitajwa kwa kupongezwa kwa kuikaribia yani, kuh, nikisema kweli mara na mara kwa siku za hivi karibuni DRC imekuwa ikitajwa hivyo ikitambuliwa hivyo, licha ya, ya kuwa matendo kama nilivyosema, hakujawa mwangaza kabisa, tunapoona kidiplomasia na pale watu wamefikia, ni wazi Kinshasa imepata jukwaa la kimataifa unapolinganisha na miaka na miongo iliyopita. Yani imeanza kutambuliwa ikiwa sio unafiki wa nchi za Magharibi, hata ikiwa ni unafiki tukisema hivyo, angalau namo siku hizi za hivi karibuni masemi ni wazi yanaonyesha kwamba kuna tofauti wa huko nyuma, yani mahali tulikotoka unapolinganisha na mahali tulipo sasa dalili za kule tunakuelekea, kuna maendeleo ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kutambuliwa, utambulio wa thamani. Tukiongea kina gaubaga, kinagaubaga, mahali jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo imefikia leo, watu hawatasema eti tu ni bahati. Hapana, si kwa bahati, si kupitia juhudi, si kupitia uthabiti, si kupitia diplomasia iliyo hai. Lakini bila shaka kwa miezi kadhaa, serikali ya Kongo imejitita, ime na imekuwa ikitafuta msaada misaada hapa na pale huku na kule, na inatetea amani kutokana na machafuko ya mashariki mwa nchi, inalinda yaani uwekezaji na inajitahidi. Yaani, nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kwa sasa inajitahidi kwa madini ya kimkakati yaani, inazungumzia usalama wa kikanda, wakati wengine wakizungumzia faida tu zao binafsi. Mkakati huu umeonekana kuwa thabiti au thabiti kabisa mbele ya, ya nchi nyingi za magharibi au tuseme kwa hadhi ya kimataifa, na hali hii ina faida kubwa, kwa sababu nyuma ya sala kuna siasa, nyuma ya usemi kuna mikataba, mikataba ya madini, mikutano ya kibiashara ahadi kutoka kwa makampuni ya Marekani, zote zimekuwa sasa zinaongea jambo moja, na mambo au jambo wanaloliongea ni rahisi, wakisema kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio tena, uh, nchi ambayo watu wanaweza yogopa au wanakuwa na kauli moja ambayo wanasema, ah, watu wanaweza kuepuka sasa ile ambayo walikuwa wakihofia zamani, kuwa nchi ya Kongo ni nchi hatari, bali kwa sasa imekuwa ni kamari ya kuchokolewa. Ni mabadiliko hapa yanastahili kutambuliwa, yaani Kongo ya jana siyo ya leo. Wadau wa, waungwana, uh, nchi zenye madola zimeona hivyo kwa sasa. Sasa kinachosalia kwa kweli, kama nilivyotangulia kusema, ni kuona masemi yamegeuka kuwa matendo basi, tuyaachie majira muda. Mtazamaji pia msikilizaji, ni hayo machache tuliyokuandalia kwa siku ya leo, mwisho wa habari zetu kwa nyakati hizi za jioni. Kumbuka mtazamaji pia msikilizaji, kauli mbio yetu, ambayo ikiwa hujasubscribe, huu ni muda wako tafadhali usikose kusubscribe yani kujabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Tafadhali usiondoke pia. Ikiwa bado huja share huja partage au huja wasambazia wengine, huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi zaidi sana. Utakapo subscribe utakuwa miongoni mwa wale watakaokuwa wakipata habari zetu mara tu tunapopanda hewani hadi tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa mchango wako, asante kukubali, kwa kukubali kuandamana nasi, tukianza pamoja hadi tunapokomesha habari zetu za jioni.